Na leo tumekuja uh, eneo la Kariakoo uh, kwa ajili ya kuzungumza uh, na Watanzania wafanyabiashara na wawekezaji ambao wako kwenye eneo hili ambalo ni kitovu cha uchumi uh, kwa jiji la Dar es Salaam lakini pia kwa Tanzania nzima kwa ujumla. Na tumeleta ujumbe wa matumaini kwa Watanzania uh, kuwaeleza uh, fursa na usaidizi wa kiuwekezaji ambao upo kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya wawekezaji kupitia TIC, usaidizi ambao umewekwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa serikali ya awamu ya sita. Watanzania wengi wamekuwa na kawaida ya kufanya biashara kwenda tunanunua mzigo tunakuja uh, kuuza, lakini sisi tumekuja kuwashawishi kufanya uwekezaji na lengo uh, ni kuwabadilisha yule mtu ambaye anakwenda kununua vifaa vya nyumbani au furniture China, na kuja kuziuza Tanzania aweze kuweka kiwanda sasa hapa, kwa sababu soko analijua, wateja tayari anao, azalishe zile bidhaa hapa nchini. Na uh, tumepata zaidi ya wafanyabiashara mia moja kwa leo, na ni zoezi endelevu, tutakuwa tunalifanya kila mwezi kupitia kanda yetu ya Mashariki ili kutoa elimu na wafahamu kwamba kuna usaidizi mkubwa ambao serikali imeweka kwa wale ambao wanataka kuanza kuzalisha bidhaa uh, zao uh, uh, nchini Tanzania. Soko linakuwa mji wa Dar es Salaam unakuwa um, kuna maeneo matano ambayo tunayaona yana um, ongezeko kubwa sana la viwanda uh, viwanda vya bidhaa za ujenzi kuanzia chuma uh, mpaka um, misumari, mabati na maeneo yananda hiyo mpaka gypsum simenti Lakini tunaona eneo kubwa sana uh, ongezeko kubwa sana la um, bidhaa za majumbani kwa Kiingereza wanazita fast moving consumer goods. Lakini tunaona eneo kubwa sana bidhaa za nguo na bidhaa za pamba uh, textile products. Tunaona eneo kubwa sana bidhaa za usindikaji wa chakula na mazao ya kilimo kwa ajili ya soko la ndani na nje, lakini pia bidhaa za mbao na maeneo mengine. Sasa haya ni maeneo ambayo tunaamini kwa mitaji ambayo ipo Kariakoo wanaweza kabisa kuwekeza nchini wakanunua mashine, tukawafanyia usaidizi kupitia TIC tukawapa incentive wa Tanzania wakawekeza kwenye maeneo hayo kwa kiwango kikubwa, na ndio ujumbe ambao tumeuleta leo hapa Kariakoo. Tunawahakikishia kwamba usaidizi utakuwepo siku zote kwa ajili ya wawekezaji wote wenye ndoto za kuanzisha jambo. Ndio lengo la mheshimiwa rais wa Tanzania yote mwenye nia mwenye ndoto ya kuanzisha uwekezaji wake aweze kuanza na, na kupata usaidizi kupitia serikali na tutawapa vivutio kuhakikisha kwamba wanaanza uwekezaji kwa urahisi. Na kama tunavyofahamu, e, tumepokea elimu ambayo inatubadilisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kama kushirikiana, kuchanga mtaji wa pamoja, tufanye kitu kimoja kikubwa na pia tunafikiria uh, mambo mengi ambayo yatakuja, tuwe tunakutana mara kwa mara miezi miwili au mitatu kwa ajili ya kufikia yale ambayo tumekubaliana kuhakikisha kwamba tunamnyanyua mtanzania kwa vitendo. Lakini nimeona pale kwenye ada na kujisajili ni dola elfu moja mia mbili sawa na milioni tatu za Kitanzania. Sasa ukija kuangalia wafanyabiashara, tuna, tuna tozo nyingi sana na ukiongeza tena nyingine ya hawa ndugu zetu kwa maana, tume, tume kwa maana tunazidi kuwa tumebanwa. Tume nilikuwa nafikiri pia kwenye sheria tuangalie basi, kama ni Mtanzania kwa sababu ile 1200 dola ni flat rate paka wageni. Mtu anakuja ni li kampuni kubwa la mtaji wa trilioni analipa ile ile. Sasa kwa sisi ambao ni wamiliki wa maduka kama wafanyabiashara wa katikati na wadogo na wakubwa, basi tuwe na special rate yetu kama milioni moja hivi, ili iwe kivutio cha moja kwa moja kumfutia mwekezaji mzawa, kwa sababu kimwambia mtu dola 1200 anasema hii ni ada ya mtoto wangu mwaka mmoja tufanya hata milioni moja kwa mzawa ili tuweze kumnyanyua, au kibidi tuiondoe kabisa, au iwe laki tano. Tuseme kwa mwaka huu tunafanya kuwavutia ili waingie kwa wingi, alafu kishakuwa, tutaanza kuvuna, kwa maana lazima uoteshe ili uje uvune. Kwa hiyo nikuwa nafikiri kwenye hiyo eneo la kiwango, mkurugenzi avichukue na akafanyie kazi, basi kikao kijacho hajatuambie ni namna gani tunapata special rate kwa sisi wazawa lakini tunawaomba pia ndugu zetu wa TIC watusaidie, maana Kariakoo kumekuwa soko la wageni ambao ni wamachinga wanauza vitu vidogo vidogo mpaka kucha na vitu vingine eh, TIC wasiwe sehemu ya kuletea wawekezaji wa aina hiyo. Asante. Baba, baba hii elimu ambayo umepatiwa pale, na, na, inaenda kuwasaidia vipi? Elimu hii inakwenda kutusaidia kwa mfano, tumeona kwamba mtu fulani ana bilioni moja, mwingine ana bilioni moja, mwingine ana milioni mia tano, mwingine ana milioni hamsini kumbe tunaweza tukakaa tukatengeneza e, e, sheria lakini tukaweka share tukafanya mradi mkubwa ambao serikali itatutambua, tutasaidia ajira kwa vijana wenzetu, lakini na mapato la taifa litanyanyuka kwa kushirikiana pamoja, tofauti na sasa. Tutakuta e, wafanyabiashara wenyewe tunakuwa wapinzani yani kwenye biashara. Kumbe tutakuwa tukae tuunganishe nguvu kama jumuia ya Kariakoo, si tuko tayari kuratibu? Ukipata matajiri hawa wenye majengo hapa Kariakoo kama kumi kuna mmoja anaweza kuweka bilioni mbili mbili tatu tatu, tunapata karibu bilioni mia tatu, ambao ukiangalia ni kiwanda kikubwa kabisa. Natoka na kiwanda ambacho kimetokana na wazawa, tutaweka ajira lakini tutaweka na fedha kwenye mzunguko. Na bahati nzuri, tukiwekezesha wazawa, fedha zote zinabaki hapa, tunakuwepo kwa kama hoteli, tumekuwa hapa mia mwenzetu na zinaendelea kuwa nyingi namna Yes. Uh, limetaja swala la kuwekeza kwenye viwanda kwamba nyewe ni wafanya biashara manyingi mnaenda China, mnaenda wapi na kadhalika. Je, tayari umekaaje sasa nawe kwenda kwenye viwanda kutokana na ne? Utayari ni mkubwa, tulikuwa tunakosa elimu za aina hii. Kwa maana nikashukuru kwa leo na nikaomba tuwe tunakutana kila mara tuendelee kupata elimu hii, na unaona viwanda ni vingine mtaji wake ni mdogo. Kwa mfano nimeona hapa anasema kiwanda cha maji kama dola elfu thelathini ambayo mtu anakwenda kununua mzigo kama nguo tu ni hela kidogo sana kwa Mtanzania. Kwa hiyo tulikuwa tunakosa ile elimu na ule utayari, lakini pia kwa watendaji wetu wa serikali baadhi wasio waaminifu wamekuwa wakiweka urasimu kwa wazawa wanapokwenda kufuatilia vibali tofauti na wageni. Kwa hiyo tunaomba pia kwa kuwa mkurugenzi kuwa ametuhakikishia na ametoa namba yake, atasimamia na kushirikiana na jumuiya tutahakikisha kwamba urasimu huo haupo, kwa sababu tutasimama mbele kama jumuiya, lakini na TIC tutazungumza na viongozi wa juu kuhakikisha tunaondoa urasimu na eh, kona kona kwa wale watendaji wachache wasioamilifu wa. Kwa ushauri ambao tulikuwa tuna tunawaomba, tunawaomba mtuletee wawekezaji wa kuja kushirikiana na sisi, na sio kutuondoa sisi, sio mbadala wa sisi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri tungetengeneza mfumo ambao sisi mngekuja kutupa nafasi kama hivi umetupa, hiyo hiyo hiyo njia ya usajili wa mradi. Sidhani kama Mtanzania wa kawaida ni rahisi sana kufata hizo prosesi mpaka kufikia mwisho bila kupata msaada. Tungetegemea kwa mfano, kama leo au siku nyingine ambayo itakuja, tuwe na madawati ambayo yatakuwa yanawatambua wafanyabiashara katika sekta mbalimbali mbali, na kuwasajili kwamba hawa ni wafanyabiashara wa eneo hili. Kwa hiyo mwekezaji anapokuja, anakuja kukutana na hao wafanyabiashara ili washirikiane pamoja kutengeneza kiwanda chao, na sio mfanyabiashara wa kigeni aje kuangalia fursa ambazo zipo kwetu, alafu ninyi mumsaidie kuja kuwekeza kiwanda na kutuondoa sisi sokoni. Kwa ili iwe practical zaidi, iwe ya kiutendaji zaidi, tunaomba mje kutuchukua na taarifa zetu, aina ya biashara zetu tunazozifanya, na aina ya wawekezaji ambao tunawahitaji, ili mwekezaji yeyote atakaye kuja aje awekeze kwa mzawa, yule mzawa ndo aonekane pale, yeye awe nyuma na sio aje kumfukuza mzawa.